Ni matokeo yaliyotokea matokeo. Nadhani labda mmeweza eh, kufeli wapi siku hii leo na naberikana wamekuwa wapi bora mpaka kuweza kupata goli la ugeni umesema? Mefeli wapi na berikana wamekuwa bora wapi? <sighs> Aa, ni kwamba kitu kilicho tuchanganya pale walipomwondoa yule nani pale, ndo yani akilaisasa eh, kagoma, yani kwa kweli tulichanganyikiwa yani, yeah, ndio vimeshatoka, ni matokeo hmm. hmm. kwa sasa mtawaambia nini watani wenu? Mlikuwa mkitamba kwamba mehii mnabeba. Ni kawaida hmm. Hmm. kwa kila mtu ni kawaida. hey, hey dhani ya kwamba siku ya hii leo eh, nani alaumiwa? Basi zile timu nani, amna akulaumiwa kwa sababu sisi tumeshinda, tumeshindwa, tume mm. mm, amna akulaumiwa, maana hii ni mechi, wacha wa fly. Ni kawaida, ni kawaida nasema, mnawaletea medali, kombe limeondoka hapa hapa nchini, ni kawaida. Ni kwamba mechi ingechezwa hapa hapa kaliako nani hapo Benjamin Mkapa tungeshapata hizo lakini, wa wa mm. Kwa nini wakangang'ania kalipeleka Zanzibar? Maana matokeo yao kwamba wale ndo watapata huko Zanzibar. Zanzibaya ya, na imani ilikuepo, isipokuwa tu ni matokeo pia Mm. Bado naonekana mna utawala mchezo vizuri. Kipindi cha kwanza mnapata goli, kipindi cha pili dakika hizi za jioni, aau lakini VAR pia la inawahukumu Tunatuma sana kwa sababu tumepoteza mchezo hmm. ni kama mmehujumia siku ya hii leo. Tumehuzunika kwa sababu tulikuwa tuna uhakika kwamba tunaichukua kombe, kwa hiyo hmm. hmm. hmm. sasa mnajipanga eh, kurejea nyumbani. eh, eh, nyumbani nyumbani hmm. hmm. anawakaribisha sana nyumbani nimeondoka vile, wao wanasema wao wanataka kombe lianze kuchukuliwa, lakini mara mm. ya eh, pili hii sasa ninapoteza kombe hapa hapa Tanzania. Ni kawaida jamani, ni kawaida ni kawaida. Mm. Kuto... ni mchezo huu mm. tutaangalia vipi sasa watani wangu? Tutaangalia kwa sababu ni mmojawapo wa michezo na sisi tumeamua kupoteza Labda ilikuwa tumaini la Mungu kuchukua sisi kombe. Tumecheza Aya. ni kikubwa kumwamini Mungu tu. Inaonekana leo mm. Hey, unawaambia nini sasa wana Simba wenzio ambao hivi sasa wengi mko kwenye majuri? Ah, tuchukulie tu ni kawaida, mpira tumecheza na tumeucheza vizuri.